Nile simana tungule tano mtiriririri ti sitakiako biriani una mpya doko una jeuri doko sawa, sawasawa sawasawa sawa, sawa, kipenda cho roho dawa. Habari zenu watoto wangu wazuri wote ambao mnantizama saa hizi, mama yenu Mama Love Kungwi, Les superwoman mwenyewe kabisa ujiwa viwango haya, watoto wangu wazuri kwa wale ambao mko majumbani kwenu, lakini mnajitayarisha kwa ajili ya ndoa, basi watoto wangu wazuri niwapongeze. Lakini kwa wale watoto wangu wazuri ambao hamjapata hata kuposwa, hata pete ya bati hujavalishwa, hata pete ya shanga mtoto wangu mzuri hujavalishwa, basi pole, lakini Mwenyezi Mungu akupe mume mwenye kheri. Na wewe mara nyingi watoto wangu wazuri wengi huwa wanaomba Mwenyezi Mungu anipe mume, anipe mume, lakini huwa hamuombi waume wenye kheri. Na nyinyi mnapoomba mume mwenye kheri, bwana Mwenyezi Mungu anaweza kakushushia kheri yako, yaani mume yule akawa kiziwi, akawa kipofu, akawa bubu. Yaani sisemei bubu kwa kuwa bubu, kiziwi kwa kuwa kiziwi, na kipofu kwa, kwa kipofu. Yaani sio wakufunga macho wala sio hana masikio wa hasikii wala sio bubu hawezi kusema, yaani unapata mume yule ambaye wewe unamtaka sio msemaji sana, hana gugu, hataki kuyasikia yale ambayo me tofauti, hataki kuyaona, hataki kusema sema vitu vibaya vibaya. Mume yule ambaye unamwomba wewe kwa heri zako, jamani, watoto wangu wazuri. Na swali watoto wangu wazuri, ninataka kuuliza hivi wanangu, kuna siri gani baina ya dogi staili na waume. Wanaume wengi najua wanapenda style ya dogi style. Kwa nini e? ni kwa nini, watoto wangu wazuri wa kiume, mnapenda dogi style? Kuna siri gani kati yenu na dogi style? Leo nataka mnipe jibu, kwa sababu watoto wangu wazuri wengi, utasikia mimi, mume wangu anapenda dogi style. Mimi mume wangu habibi anapenda dogi style, yaani nikimkalia dogi style ndio anasikia raha. Alafu pale pale mnapokaliwa dogi style, wengi wenu uke unatoa upepo pa pa pa. Alafu utasikia mume anasema asante asante asante. Nyo siokuwa na haya, wala hujui vibaya, unampa asante mtu ambaye anakutolea upepo pu pu, ndo anajamba mbele. Na sasa ndio pale inapokuja, unatoa upepo mwingine. Akikukalia dog style anakuchutamia, yani anauweka mguu wake mmoja chini mmoja ndo anauweka kwenye, yani, goti analipinda, anakuvuta anakuvuta, mnakaa kama wilbaro. Mtoto wangu mzuri, kwa wewe ambaye huiwezi staili hii tena, basi staili ya dogi staili, kwa wale wanawake wanene, mbaya sana mbaya sana. Watoto wangu wazuri, msifanye hiyo dogi staili. Kama wewe mwembamba unaiweza, kaa lakini unapokaa dogi staili kidogo, akishakukuingiza bana miguu yako kidogo, ili usipate kutoa upepo. Watoto wangu wazuri wa kike, haya mastaili haya wanayotuzalia hawa wanaume jamani, watoto wangu wazuri, yanakaraha. Mwingine anakubirua huku, anakubirua huku, anakubirua anakupeleka miguu juu, alafu anakuvuta ka ka ka. Mwingine tena ndo anakupindia mgongo ka ka ka. alafu kuna wanaume wanajua kuvinyonga, watoto wangu wazuri hey. Anakunyongea, anakwambia we mwanamke, huwezi kitu. Kuna wanaume wanajua kukatika viuno, wanacheza mwanangu, mtoto wangu mzuri, anakule, anakupeleka anakupeleka, anakurudisha, anakupeleka juu, anakurudisha chini, anakupeleka juu. Basi we ndio unaona fahari, mtoto wangu mzuri, nimepata mume ananipeleka mashariki na magharibi, lakini unakutwa unatenguliwa nyonga. Siku ya pili unaamka mguu kwa kitandani kuushusha huwezi, mtoto wangu mzuri, ayo madogi style. Mimi nataka nipewe leo jibu kwa nini wanaume mnapenda dogi style? Kuna siri gani kati yenu na dogi style? yangu hayo. Lakini kwa wale watu wangu wazuri, ambao mnataka vibanio, mnato singo, eh, fungate, watu wangu wazuri, kila kitu kipo, karibuni sana. I love you all.